Leo hii tumekuwa na kongamano la kisayansi la chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili ambao ni kongamano la 13. Kwa hiyo tumefanya haya makongamano kila mwaka na hii ni mara ya 13. Na maana makongamano haya sasa ni kuleta wadau wa tafiti kwa pamoja. Tunafanya tafiti sisi kama chuo kikuu lakini hatufanyi peke yetu. E, tunafanya na mashirika na taasisi mbalimbali mbali kama washirika wetu. Sasa watu tumetenga siku moja kila mwaka kwa ajili sasa tuwasilishe yani matokeo ya, ta, ya tafiti tujadili na tutoe mapendekezo kwa watunga sera. Eh, kwa hiyo matokeo ya tafiti ni kwamba tunasema kwa mfano kuna matokeo ambayo yanaonyesha labda kuna haja ya kubadilisha mifumo ya afya, kuna haja labda ya kubadilisha matibabu, kuna ba kuna haja kubadilisha uchunguzi wa baadhi ya magonjwa. Hayo yote lazima uyapate kwenye tafiti. Kwa hiyo ni tafiti yetu ya 13, tutakuwa tuta hapa leo na kesho, tarehe 18 na 19, na tunatarajia sasa, baada ya kuwasilisha yale mawasilisho yao, tuna kamati ambayo inakuwa inaratibu inachukua mapendekezo yote kwa kila kutoka kwenye kila wasilisho n tunatengeneza bango kitita. Bango kitita ni kwamba kwenye hili tunaona mapendekezo ni haya, kwa sababu sisi unafanya tafiti na wenzetu duniani, kwa sababu magonjwa hayana mipaka. Kwa hiyo mapendekezo ambayo wenzetu labda nchi fulani walishayafanya au wameshayaona na na sisi natu, sasa hata tukitoa sasa ushauri kwa mfano kwenye wizara yetu nye dhamana ya afya ushauri wetu labda tuwe na mwongozo wa magonjwa haya, matibabu ya magonjwa haya tunaona yanatakiwa yabadilike. Kuna mahali sasa tunaweka sayansi na teknolojia, kwa hiyo tunatoa mapendekezo. Na kikubwa kama mnavyojua sasa hizi, duniani magonjwa ambayo sio ya kuambukiza yanaongezeka, yanaongeza kwa kasi kubwa kuliko yale ya kuambukiza. Tunaongea magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu na mengine ambayo sio ya kuambukiza. Lakini vile vile sasa hizi, kuna mchango mkubwa sayansi na teknolojia kwenye kuhudumia wagonjwa au kuchunguza magonjwa kwa hiyo vile vile kama mkihudhuria uh, mawasilisho haya mtaona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana kwenye kutumia teknolojia, kutumia TEHAMA kwenye mambo ya, ya tafiti, lakini vile vile kwenye huduma za mafunzo na huduma za afya. Kwa hiyo tutaona kwamba tunataka sasa tuende tuangalie jinsi gani tunaweza tukaboresha mifumo ya afya kwa kutumia teknolojia. Teknolojia inarahisisha, teknolojia inaboresha utendaji wetu. Kwa hiyo hayo ndio makubwa, na baada ya mawasilisho tutatengeneza mapendekezo yetu na yale ambayo tunaona kuna haja ya kuyafikisha kwa watunga sera. Sasa wizara ya afya tutayapeleka kusudi sasa ya mnufaishe mwananchi. Sisi tunafanya tafiti, tunatoa matokeo, lakini lengo ni kwenda kuboresha au kuimarisha afya ya mwananchi. Na tukisha paliza hayo sasa, tunapendekeza tunayapendekeza kwa watunga sera, na ndio mnaona mara nyingi kuna mifumo imebadilika, vitu vimeboreshwa. Haya yote watunga sera wanahitaji majibu ya tafiti tunazozifanya. Ndio ndio muhimu wa kongamano tunalofanya. Asanteni sana.